So acha niseme kwamba baada ya kupotea kwa kipindi kirefu hapa kwa KG Chipande acha leo turudi na hizi habari ambazo ziliweza kutokea pale jana nchini 254 ambapo kuna baadhi ya familia pamoja na wapenzi wale wanaompenda yule ambaye ni rais wa nne wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, waliweza kuungana kwa pamoja, ili mradi waweze kusherehekea ile ambayo ni siku ya kuzaliwa ya rais huyo hasa. Hizi siyo habari rasmi, lakini kwa sababu ya mapenzi ambayo tuko nayo kwa yule rais ambaye ametokea kuwa rais mpendwa sana pale nchini Kenya, kwa sasa tunapoongea na vile vile, pia bado ndio rais peke yake ambaye ndiyo mstaafu, ikizingatiwa kwamba wale marais wengine ambao ni wastaafu wameweza kwenda mbele ya haki, ambapo Wakenya wameonyesha mapenzi makubwa sana kwa Rais Muigai Kenyatta, ambapo kila mahali anapoenda ama kila mkutano anaohutubia, basi shangwe la nyumi ya Wakenya wana gia na kukumbuka yale mazuri yake pasi kukataa ama pasi kukumbuka yale madogo ama yale maovu aliyoyafanya wakati ya hudumu kipindi chake kile cha uraisi pale nchini Kenya. Hasa kabla sija kusomea hizi comments za Wakenya ambao wameshuka chini hapa kuongelelea swala zima hili la kusherekea ama kumtakia heri njema ya siku ya kuzaliwa rais aliyekuwa mstaafu, sorry, rais Mugai Kenyatta. Aa, ni kukumbushe tu ya kwamba ama nikuambie kam kwamba kwa Rais Muigai Kenyatta aliweza kuzaliwa a, tarehe 26 mwezi wa kumi mwaka wa elfu moja tisaini sitini na moja mwaka wa elfu moja mia moja mia tisa sitini na moja ambapo kwenye hesabu zetu za haraka tutapata kwamba Rais Mwai Kenyatta mstaafu huyu akona takriban miaka sitini na nne mpaka sasa. Alhamdulillah, sio isio rahisi kweli, ambapo tukiangazia wale marais ama baadhi ya marais ambao wameweza kutangulia ni eh, wa, uh, raisi kama Kenyatta. Uh, baada ya Kenyatta akaja Daniel Toratich Arap Moi akaja yule ambaye ni Kibaki na wote hawa waliweza kutangulia mbele za haki, ndio uh, ak ngia Uhuru Muigai Kenyatta ambapo alishinda kura kwa kipindi chake cha pili, alipokuwa yatafuta uungwaji mkono nchini Kenya, ambapo alikuwa ameungana na huyu ambaye ni rais wa sasa um, Ruto ambapo Ruto alikuwa mwanachini wake wakati huo. Nikukumbushe tu ya kwamba kuna kasumba fulani ambako kanaendelea nchini Kenya, ambapo ambaye yuko kwenye uongozi siku zote wao yalaumiwa. Na yule ambaye yuko kwenye uongozi akishatoka, akija mwingine, basi yule mwingine analaumiwa, anasemekana ama inasemekana kwamba afadhali yule aliyetoka, lakini yule aliyetoka wakati ndio yuko kwenye kile kiti, basi lawama zilikuwa ziko juu yake. Tuchukulie mfano wa Kenyatta. Kenyatta ambaye ni babake Uhuru Muigai Kenyatta, ambapo alikuwa rais wa nne. Na Kenyatta kwa sababu alikuwa rais wa kwanza nchini Kenya baada ya kwamba Kenya imeweza kupata ule uhuru. Uh, Kenyatta aliweza kuongoza nchi kwa uwezo wake aliokuwa nao, alidumisha amani na kudumisha upendo na kung'ang'ana juu chini ili Kenya iwe nchi ambayo itabaki kuwa kwenye anga zake za uhuru. Kikweli kabisa ilifikia time Uh, baadhi ya wa Wakenya wakaanza kumlaumu na kusema kwamba yapendelea watu wa kwake peke yake, na kipindi ambacho Moi naye vilevile alipoingia, maisha wenyewe wanavyosema kwa sasa, um, wale waliokuwa wakiwa hai kwa kile kipindi na wakijifahamu wanasema kwamba maisha yalikuwa bora mazuri na yenye kupendeza na ambayo wengi wanayatamani kwa sasa, lakini wakati ule ambao Moi alikuwa anahudumu kwenye kipindi chake, watu wengi sana waliweza kulalamika na kusema kwamba Moi ni yule rais ambaye ni dikteta ambaye akisema lake amesema lake, hataki kupingwa na yeyote yule. Lakini baada ya kwamba ashatoka kwenye uongozi ndio pale ambapo wakenya wengi walitamani sana sana Moi angeweza kurudi kwenye, kiyomu, kwenye ule uongozi ambapo Moi Kibaki alikuwa yuongoza. By that time wengi walikataa uongozi wa Moi Kibaki na kusema afadhali wakati wa Moi kitu fulani na fulani na fulani kilikuwa kibora, kitu fulani na fulani kilikuwa kinafanyika ambacho sahihi hakifanyiki. Alipotoka Moi kukakuja Kibaki ambaye alikuja na nguvu sana na ile siasa yake ya kwamba ata ahadi yake sori, ambapo alisema kwamba ataweka shule zote kutoka shule ya msingi mpaka shule ya sekondari, wanafunzi hawatolipa chochote, ada ya shule itakuwa ni serikali analipia wanafunzi, ambapo alipata uungwaji mkubwa sana wa mkono. Aa, na vile vile akaingia kwenye ule uraisi, akawa raisi wa tatu nchini Kenya. Alifanya yake aliyoyafanya na akafanya mazuri aliyoyafanya, lakini wakati yuko kwenye kile kiti, wakenya wengi walimkataa na wakenya wengi wakamkashifu na wakenya wengi wakatamani wamgeuze, wageuze rais mpya ili mradi wamtoe yule ambaye ni Mwai Kibaki. Yote yalienda yaliyokuwa. Uh, tunakumbuka kwamba kuna historia mbaya ya, ya Mwai Kibaki ambapo kwenye kipindi chake cha pili ambacho alikuwa yataka kuungwa uh, mkono ili awe rais mara ya pili, kulitokea vita baina yake yeye na yule ambaye ni alikuwa waziri mkuu ambaye saino ametuacha vile vile, ambapo kulikuwa na kama uizi wa kura, ambapo Moi Kibaki alikataa kuachilia. Hivyo basi watu wengi sana damu zilivujika nchini Kenya, watu wakauana, watu wakaumizana, wengine wana majeruhi mpaka sasa biashara, zikachomwa. Uh, tuseme tu, mambo yaliharibika, nchi ikaharibika, na kila kitu kikaharibika, ambapo mpaka sahino mambo hayajarudi kama vile ambavyo yalikuwa wakati ule. Na Kibaki alipotoka uh, watu wengi sana walitarajia kwamba yule ambaye ataingia, ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta, ataboresha uchumi vile ambavyo Kibaki alikuwa ashaboresha wakati ule, lakini cha kushangaza ni kwamba Uhuru alipoingia, mambo yakazidi kuwa mabaya na kuborongeka zaidi. Watu wakaanza kutoa kauli zao za kusema kwamba afadhali Kibaki angeendelea, afadhali Kibaki angerudi, afadhali Kibaki angeendelea kuongoza nchi maisha wakati wa Kibaki yalikuwa bora, so that was the slogan ambao ilikuwa inaendelea, na watu wengi kutokea kumchukia Uhuru Mgai Kenyata, ambapo walikuwa wanasifia sana yule ambaye alikuwa anataka uungwaji wa mkono awe rais ambaye ni Raila Amolo Odinga ambaye ametuacha vile vile pia. Uh, tukumbuke pia baada ya Uhuru Mgai Kenyata kutoka kwenye kile kiti ambaye alishika uskani ni William Samoe Ruto ambaye ndio sasa yuko kwenye ule madaraka ama uongozi ambao tuko nao sasa hivi nchini Kenya. Na vile vile nikukumbushe nini, nikuambie tu ya kwamba watu asilimia takriban 85, mpaka sasa tunavongea, wameweza kumchukia yule ambaye ni rais wao William Samoe Ruto na kusema kwamba Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa bora, ama Uhuru Muigai Kenyatta ndio bora zaidi, ambapo mpaka sasa hivi tunavongea, Uhuru Muigai Kenyatta akishika kipaza sauti na kuanza kuhutu ubia wananchi, wananchi wanamshangilia kwa wingi sana, wakitamani at least ama wakitamani tu awe ataketi kwenye kile kiti. Je, swali ambalo nakuachia ule uongozi wa Ruto ambao unaendelea sahihi, unadhani ya kwamba endapo kiongozi mwingine atakuja atachukua nafasi ambayo Ruto ako nayo sahino, tutamshangilia Ruto na, na tuseme kwamba Ruto amefanya jambo bora zaidi kuliko yule kiongozi ambaye atakuja? Jibu ni lako, utanekea hapo chini kwenye sehemu ya maoni. Ni ruhusu tu hapa niweze kusoma aa, maoni matatu ambayo yameweza kuandika na Wakenya dhidi ya muktadha mzima huo wa siku ya kuzaliwa ya Uhuru Mwigai Kenyatta. Kwani huyu mwingine hana birthday, akiuliza kwamba kwani Ruto hana birthday, mbona atuone akishangiliwa kama mwenzake? Ameshtuka ama ana zime zake zimeshika? Unajua, Uhuru Mwigai Kenyatta ni yule rais ambaye watu wengi walikuwa wanamjua na zile zake, sometime anatokea hadharani akiwa anaonekana kambe, kama amelewa, basi watu wakamwaminia ya kwamba yeye ni mtu ambaye anapenda sana kupiga maji. Sasa kuna huyu ambaye amekuja hapa akauliza, huyu jamaa ameshtuka. Kiukweli amani zake zimemjia juu. Mtakuja niulia mtakuja niulia huyu boyfriend wangu na surprises. Aha. Aa, na birthday ya Kasongo tutaenda maandamano. Si pia nyinyi mnaona hakuna, mumo, hakuna kumwagia tajiri maji. Tafuta pesa. Okay, huyu amesema kwamba kuna ile kaso kwamba mtu ukiwa siku yake ya kusherekea a siku ya kuzaliwa sana sana, kuna kale kasumba kwamba lazima amwagiliwe maji machafu, siju amwagiliwe maji. Sasa huyu amekuja amesema hapa, tajiri siku zote amwagiliwe maji kama ulivyoona ya kwamba Uhuru Kenyatta ametengezewa surprise, mshtuko fulani vile, ambapo hata mke wake alikuwa yuko pia vile vile kwenye ule umati ambao ulikuwa hapa, na ile surprise aliyowekewa hakuna hata mtu mmoja aliyemwagilia maji ili kumsurprise na maji kama vile ambavyo watu wengi tunajua. Ndo huyo akaja akasema hapa ya kwamba hata nyinyi mnaona ya kwamba mtu akiwa tajiri hakuna kumwagiwa maji, tafuta pesa. Na ni ku swali lingine tu ambapo nitataka unijibu kwenye comment section hapo, uniambie huwa ni sababu gani ambayo inaletea mtu anamwagiliwa maji machafu ama safi wakati ni siku yake ya kusherehekea siku ya kuzaliwa, inaashiria nini? Ni ishara gani? Nataka unijibu hapo chini kwenye ukurasa wako hapo maoni. Mwingine amekuja hapa, lakini uunye ako na mrembo wa lai, ama ni mimi nimeanza kupenda wa mama? Okay, kikweli kabisa ukiangalia ruwa, raisi wa uunye mke wake ni mrembo kiukweli, the Margaret Kenyatta is beautiful ya seriali. Tusidanganyane, tusidanganyane ulo kweli. Kasirisheni, kasirisheni kasongo kabisa, unga itakuwa itatoka tao. Endeleeni tu yanasema, nasema kwamba endeleeni kufurahikia hivyo kasomo adhania akamwambia, kama nyinyi mko na raha sana, akamwambia kama maisha yako sawa na vile basi, unga ataupandisha mpaka uwe unauzwa elfu moja nchini. Na wakumbusha tu, leo usiku msilale, Safaricom wanatoa krediti ya bure, msiseme sikuambia. Acha tumalizie hapo, tusizidi sana, kwa sababu haikuwa taarifa kamili, ama haikuwa taarifa taslimu ilikuwa tu tarifa ya kukumbushana na kusherekea siku ya kuzaliwa ya Uhuru Mwigai Kenyatta. Kwa hivyo sote tuseme happy that, happy birthday Uhuru Mwigai Kenyatta, happy birthday to your 64 year yeah. Uh, na zekea uzeeni yeah, right, kijana wetu.